Hayawi hayawi sasa yamekuwa ni ilikuwa ni siku mwezi sasa imekuwa ni kesho tu, tarehe kumi na moja ya mwezi huu wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano rasmi sasa. Mama yetu mpendwa, Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini mgombea wa kiti cha uraisi kupitia tiketi ya Chama chetu cha Mapinduzi, kesho anawasili ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga, ambako atafanya mikutano mikubwa ya kihistoria ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga, ambako tunatarajia kumpokea katika mji mdogo wa Maganzo ambako atasalimiana na wananchi pale katika Maganzo. Wananchi wote wa Maganzo na wilaya nzima ya Kishapu, tunapenda kuwakaribisha sana katika viwanja hivyo vya Maganzo ili muweze kumlaki kwa vifijo na vif... na mayowe, muweze kumwona mgombea wetu wa kiti cha rais na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu mpendwa, Samia Suluhu Hassan. Na baadaye kuanzia ya mida ya saa tano saa sita tunatarajia kuwa na mkutano mkubwa wa kihistoria katika uwanja wetu wa CCM Kambarage ambako ataenda kunguruma hapo kwenda kuzinadi sela. Za safi za Chama cha Mapinduzi, kwenda kueleza wananchi mambo makubwa aliyoyafanya ndani ya miaka yake minne na miezi kadhaa alipochukua kijijichi cha urais na mambo mengine makubwa kabisa ya kihistoria ambako watakwenda kuyafanya ndani ya mwaka 2025 mpaka mwaka 2030 katika kipindi hichi tutakwenda kumchagua tena kwa mgombea wa kiti cha urais. Hivyo wananchi wote wa Shinyanga na vitongoji vyake bila kujarisha itikadi za kivyama kidini, kikabila, rangi, jinsia, wote wayo mamarishe, machinga, mnakaribishwa sana kwenda kujaza uwanja wa CCM Kambarage. Naamini uwanja wa CCM Kambarage, Kambarage unakwenda kufurika kwa mafuriko ya watu, na baadaye mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassani ataingia wilaya ya Kahama ambako nako pia atakwenda kufanya mkutano mkubwa katika viwanja vile vya Magufuli vilivyopo Kahama mjini, ambako nako ni muda sasa wa jioni kuanzia mida ya saa 8 atafanya mkutano mkubwa wa kihistoria katika uwanja huo wa Kahama Magufuli. Hivyo wakazi wote wa Kahama pamoja na vitongoji vyake, ni waombe na kuwasihi tujiongee pale kwenda kumlaki na kusikiza sera safi sana. Naamini mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan atatamka neno Shinyanga, hivyo kila mmoja aje ashuhudie na msikilize mama kwa sera safi. Pia ataambatana na wasanii wakubwa walioko katika nchi hii ya Tanzania, lakini na viongozi mbalimbali ambao watamsindikiza pamoja na wagombea wetu wa ubunge walioko katika mkoa wa Shinyanga na madiwani wote. Karibuni nawaita, njooni njooni wananchi tuujaze uwanja wa, wa CCM Kambarage ili mama yetu aweze kusema maneno safi murwa. Karibuni sana ndani ya Shy Town, ni mwendo wa tindindi, kula nyingi sana kwa mama Samia, tunaenda kujaza.